Mheshimiwa Dkt. Philip Mpango makamo wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Mwinyi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hemed Abdallah makamo wa pili wa rais wa Zanzibar, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wote wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma jaji mkuu wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wakuu wastaafu, wenza wa viongozi, viongozi wote waandamizi wa serikali na sekta binafsi, kama wapo, familia yote ya Msuya wakiwemo watoto na wajukuu wa hayati Kleopa Msuya mlioko hapa, Mheshimiwa Nurdin Babu mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na kwa mikoa wengine mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, baba askofu mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri na viongozi wote wa dini mliopo, machifu na wazee wa Mwanga, ndugu wanahabari na waombolezaji wenzangu, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waombolezaji wenzangu, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutukutanisha hapa kwa ajili ya tukio hili nalotokana na mapenzi yake mola wetu. Tumshukuru zaidi kwa zawadi ya maisha ya baba yetu mzee Cleopa David Msuya. Bila shaka mtakubaliana nami kwamba mzee huyu amekuwa zawadi sio tu kwa familia ya jamii yake na jamii yake bali kwa taifa zima. Kwa kweli sote tulimpenda sana mzalendo huyu na mwanahalisi wa Tanzania, lakini Mwenyezi Mungu wakati huu amempenda zaidi na ameamua kumrejesha kwake na kwa kuwa hatuwezi kuyapinga maamuzi hayo ya Mwenyezi Mungu, hatuna budi kukubaliana na maagizo ya Bibilia katika Watesalonike wa kwanza sura ya tano aya ya kumi na nane inayotutaka kuwa na shukrani kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo pamoja na majonzi yetu makubwa, shukrani zote zimrejee Mola wetu, na sisi Waislamu husema alhamdulillah rabbil alamin. Kabla sijaendelea, nitumie fursa hii kwa mara nyingine kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, Wanamwanga, marafiki na watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na mpendwa wetu huyu. Aidha nishukuru Baba Askofu Mkuu Malasusa pamoja na viongozi wenziwe kwa kuendelea vyema na ibada za dini kumwaga mpendwa wetu kutoka Dar es Salaam Mwanga hadi hapa kijijini. Kwa Wanamwanga, mmeondokewa na mkazi mwenzenu na pia aliyekuwa mwakilishi wa kwanza wa jimbo hili lilipoanzishwa mwaka 1980 pamoja na kuwawakilisha rasmi kama mbunge kwa miaka ishirini. Wakati wote amekuwa mtetezi mzuri wa maendeleo ya Mwanga, hivyo haishangazi kusikia kwamba mlimpa jina la heshima la baba wa Mwanga. Ndugu waombolezaji wenzangu, tangu tupate taarifa ya msiba huu wa mpendwa wetu mzee Kleopa Msuya, kuna ambao walipambana usiku na mchana kuhakikisha kuwa tunapumzisha au tunampumzisha mzee wetu kwa heshima anayostahiki. Na hapa niungane na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar kushukuru wote walioshiriki katika kumpumzisha mzee wetu, lakini kwa upekee nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, pamoja na kamati yote tendaji lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa uratibu mzuri wa shughuli hii. Halikadhalika, nakushukuruni wanamwanga kwa kupokea msiba huu kwa moyo mkuu na matayarisho vyema ya kumsitiri mzee wetu, na nawashukuru wote waliofika hapa kumsindikiza mzee Msuya katika safari yake ya mwisho. Mungu awabariki sana pamoja na kumsindikiza mzee wetu tupo hapa pia kupeana faraja, ingawa faraja ya kweli inatokana kwake Mola wetu. Na waraka wa Mtume Paulo kwa waumini sura ya kumi na nne mstari wa 7 hadi wa nane unatufariji kwa kusema kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi Twaishi kwa Bwana au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au tukifa, tu mali ya Bwana. Kwa hiyo hakuna mwenye uwezo wa kuchepusha au kuondosha lile ambalo Mwenyezi Mungu analitaka. Siku na saa ikifika, tunakwenda kwake. Hivyo, kwa familia na wote walioguswa na msiba huu wa baba yetu, tuendelee kumwombea na tujiombeeni nasi Mwenyezi Mungu atupe faraja na mwisho mwema. Ndugu zangu, hayati Cleopa David Msuya atakumbukwa kwa mambo mengi sana ambayo kuanzia tarehe saba hadi leo yamesemwa, kwa kuelezwa vizuri na wanaomfahamu, waliofanya kazi naye, wanamwanga, na hata wazungumzaji walionitangulia leo kama alivyotueleza vizuri Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu. Ukiyasikiliza vizuri yote, tunaweza kusema kwamba mzee wetu atakumbukwa kwa, kwa kujitolea maisha yake yote kuwatumikia Watanzania kama historia yake inavyosema kuanzia mwaka 1956 alipoajiriwa kama afisa maendeleo wa jamii hadi kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais na kufikia mwaka elfu mbili alipostaafu rasmi kwenye siasa na utumishi wa umma, na mwaka elfu mbili na ishirini na moja alipomaliza rasmi kutumika nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya chuo cha ardhi. Wakati wote huo, mzee wetu hakuwa na faraha ya maisha yake binafsi, bali yalikuwa ni maisha ya kuwatumikia watanzania wenziwe katika nyadhifa mbalimbali mbali alizoshika, aliweka rekodi mbili kubwa. Moja ni kwa waziri aliyehudumu katika wadhifa waziri wa fedha kwa kipindi kirefu zaidi kwa nyakati tofauti 1972 hadi hadi 75 1983 hadi 85 na 1985 hadi 1990, na pili, licha ya kuwa alikuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi kifupi cha miezi kumi na moja, yeye ndiyo Mtanzania wa mwisho kushika nafasi hiyo, kwani baada ya hapo tuliingia kwenye mfumo wa vyama vingi ambapo makamu wa rais alipatikana kupitia mgombea mwenza. Ndugu zangu, katika mengi yatakayokumbukwa au atakayokumbukwa nayo ni pamoja na mchango wake mkubwa wa kutafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono harakati za ukombozi kusini mwa Afrika, akiwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha. Mbali na kuhangaika kutafuta fedha za matumizi ya serikali, alikuwa na jukumu la kutenga bajeti kwa ajili ya harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliokwenda nchini China kwa ajili ya kutafuta fedha za ujenzi wa mradi wa reli ya Tazara uliosaidia sana harakati za ukombozi na ambao umeendelea kutunufaisha kiuchumi hadi leo. Mzee Msuya aliongoza mabadiliko ya mfumo wa kiuchumi kama ilivyoelezwa vizuri hapa na rais mstaafu, ili kuruhusu uchumi wa soko na kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi. Hiki kilikuwa kipindi kigumu cha kukabiliana na upinzani na shinikizo kutoka wafadhili wa kimataifa, wanasiasa nchini, wafanyabiashara wazawa na wasio wazawa na makundi mengine, baadhi yao wakiunga mkono mageuzi na wengine wakiyapinga kwa sababu tofauti tofauti. Hapa nakumbuka kama alivyosema rais mstaafu, mwaka kutoka 8590 katikati pale wakati shilingi yetu inataka kushushwa thamani, tuli huku wa na CCM tulisukumwa kuandamana, tukatoka maofisini kule Zanzibar, ofisi yangu ilikuwa Vuga mpaka CCM Kisiwa Ndui, na kwa mara ya kwanza ndo niliimba jina Msuya. Kabla hapo nilikuwa nalisoma tu kwenye somo uh, la siasa. Siasa siku hizi wanaita civics. Tulikuwa tunaimba Msuya, usiruhusu shilingi yetu kushushwa thamani, hao tunaandamana mpaka ofisi ya makao makuu CCM pale Kiswandui, lakini baada ya muda mfupi shilingi ikashuka thamani. Na wakati ule shilingi yetu ilikuwa shilingi dola moja ya Marekani ni shilingi tano ya Tanzania. Na wakati ule nauli ya daladala zetu hizi gari za community ilikuwa ni shilingi tano na ndio maana jina dola dola tukaita daladala magari yetu, mpaka leo yakaitwa daladala kwa sababu nauli ilikuwa shilingi tano na ndio ilikuwa thamani ya shilingi yetu kwa dola ya Marekani. Kwa hiyo mzee huyu kama alivyosema rais mstaafu amekumbana na mengi, lakini pamoja na changamoto hiyo nchi ilifanikiwa kuondosha baadhi ya shida kubwa zilizokuwa zinawakabili wananchi kama vile uhaba bidhaa muhimu na kupunguza mfumuko wa bei. Hili linathibitishwa na hayati mzee Ali Hassan Mwinyi ambapo katika kitabu chake ametambua mchango wa mzee Msuya katika mageuzi haya ya kiuchumi kuelekea kwenye uchumi wa soko, na amemshukuru sana kwa mchango wake kama waziri wa fedha uchumi na mipango. Hata baada ya kustaafu Mzee Msuya aliendelea kutoa mchango kwa taifa kupitia ushauri wake kwa viongozi mbalimbali waliopo serikalini, na hili amelisema pia rais mstaafu. Hapa nikiri kwamba mimi mwenyewe nilifaidika. Nilimsikia makamu wa rais naye anasema alikwenda kumwona na alifaidika, na hatukuwa peke, peke yetu, ni wengi viongozi wengine wengi tumekuwa tukienda kwake ili pamoja na kumjulia hali kupata ushauri na busara zake. Kama nilivyosema, nilikuwa namsikia na kumsoma mzee Msuya kwenye, kwenye kuona kwenye vyombo vya habari na kumsoma kwenye somo la siasa lakini baadaye kufikia mwaka elfumbili na kumi nilipata bahati ya kumwona kwa mara ya kwanza mzee Msuya uso kwa uso au ana kwa ana, na hii ilikuwa mwezi wa nane mwezi August mwaka 2015 wakati wa kampeni mara yangu ya kwanza kuingia kwenye kampeni, na kwa wakati ule nilipangwa kuanza na mkoa mgumu kaskazini huko kwa Tanzania. Nilianza Same Milimani kule Upareni nikateremka huku, nilipokuja Mwanga, Mwanga Mwanga ulikuwa hauwaki kabisa, ni vurugu za kugombania ubunge baina ya mheshimiwa Magembe na wenzio walokuweko pale, na ilitubidi kupanda juu huko kumfata mzee Msuya aje atupe maelekezo tufanyeje. Baada ya kupata ushauri wa mzee Msuya nikashuka tena Mwanga, ofisi za chama pale na kamati ya siasa tulipambana pale hadi saa sita usiku ndio tunapata muafaka tukaondoka. Kwa hiyo hiyo ndio mara yangu ya kwanza kumpata mzee Msuya, kukaa naye ana kwa ana, akanieleza na aliyonieleza yalinisaidia kupata muafaka. Kwa hiyo ni mara ya kwanza, lakini mara nyingine ni mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nilipomtembelea nyumbani kwake pale Upanga, kwenda kumsalimia tu na nimsikia na nitumaje. Wakati huu tayari nimeshakabidhiwa dhamana ya kuendesha nchi hii kama mkuu wa nchi, kwa nilikwenda kupata anasemaje. Lakini pia nilimwona mwaka elfu mbili na ishirini na tatu lipofanya ziara rasmi katika mkoa wa Kilimanjaro, na tulikuja nyumbani kwake, tulionana naye nako, akasema aliyoyasema. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne pale Ikulu Dodoma nilifanya mkutano wa vyama vya ushirika vyote vya Tanzania na bila kumwalika, naingia kwenye ukumbi namkuta mzee Msuya akakaa kitako na gongo lake, akasema du, leo mkutano mgumu, mzee yuko hapa. Lakini alikaa kimya, akasikiliza mwanzo mpaka mwisho. Tulipomaliza kisa, mwambieni nataka kumwona. Kwayo tukafuatana tukaingia ofisini kwangu, akenda akaniambia alioniambia. Lakini kuanzia mwaka 2022 23 na ile 24 alikuwa na salamu mbili kubwa kwangu, la kwanza mradi wa maji Same, Mwanga, Korogwe na barabara, la pili barabara hii mlioipa jina la Sidi Msuya bypass ile ndo miradi miwili ambayo ilikuwa inamkereketa kwenye roho yake na alitaka nitekeleze. Mara ya mwisho kwa faraja kubwa nilimwona ni 2025 pale Mwanga, wakati wa ufunguzi wa mradi wa maji. Alikuwepo na kigari chake, kutembea hawezi na kigari chake, lakini alifika kushuhudia lile ambalo alikuwa anatamani litokee, alikuja tukawa naye. <klos> Niliposikia habari za kifo chake nikasema Mungu asante. Ingekuwa ule mradi haukukamilika, ningekwenda kumzika mzee na moyo gani? Ningejisikiaje? Lakini nakwenda kumstiri mzee wangu huyu lile tamanio la moyo wake nikiwa nimelitimiza. Kwa hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwa upande wa pili wa barabara ile ya CD bypass na yenyewe nayo tumeshaifanyia kazi nzuri, kazi inaendelea. Madaraja kadhaa yameshajengwa kwa awamu ya kwanza na sehemu ya njia tayari imejengwa, na sasa tuko awamu ya pili. Na nilipokutana naye Mwanga, alinipa mkono na akaniambia, asante sana kazi zangu zote mbili umezitimiza. Kwa hiyo ninapata faraja kwamba mzee huyu Mungu amemwita wa wakati yale aliyotaka kuyaona kwa macho yakiwa yametimia. Namshukuru sana Mungu. Katika hatua nyingine ushauri wa mzee huyu timu inayotuandikia dira mpya ya taifa maendeleo hivi sasa ilifika nyumbani kwake Upanga, Dar es Salaam kupata mawazo yake, ambapo alisisitiza viongozi serikalini, viongozi tuliopo serikalini kuwa na uthubutu katika kuanzisha na kutekeleza miradi yenye tija kwa taifa. Hii ndio ilikuwa meseji yake kubwa, na kusimamia miradi hii kuleta manufaa kwa watu pamoja na mambo mengine mengi ambayo aliwaambia ali, ali, ali. Uh, meseji kubwa ilikuwa miraji yenye tija kwa wananchi. Ndugu zangu, leo tunapomwaga mzee Msuya na kushukuru kwa maisha yake, tukumbuke kwamba nasi sote tuwasafiri na tutapita njia hii ambayo yeye amepita, njia ya umauti.